Siku Yesu Kristu mhashamu Baba Askofu Romanus Mihali, mapande wote watao wote, viongozi wa chuo katika nyanja mbalimbali, wa mtimu wetu